ya mtumishi wa Mungu Paulo Paulo anatoa onyo kwa Wakristo wa Korinto katika waraka wa kwanza wa Korinto saba ishirini na tisa na thelathini na tano. ishirini na tisa na thelathini na tano eh, na Korinto wa kwanza anasema sura Fungua, fungua kama na Biblia fungua. Hii ni muhimu sana nakwambia, hii siku hairudi tena, ikitoka imetoka. Acha tuishiriki katika neema ya Kristo, wala sikukaulizi sana, lakini ni kwa ajili ya habari njema. Haya, ishirini na tisa, lakini ndugu, lakini ndugu nasema hivi, nasema hivi Muda ubakio si mwingi, muda uliobaki si mwingi. Yesu karibu na kuja kuchukua walio wake <laughs> basi tokea sasa mm -hmm. wale walio na wake mm -hmm. na wawe kama hawana ha? endelea na wale walio kama na wale waliao kama hawali, na wale wafurahio kama hawafurahi, na wale wanunuao kama hawana hawa kitu, na wale wautumiao ulimwengu huu kama hawautumii sana, kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita, lakini nataka msiwe na masumbufu. Yeye asiyeoa kujishughulisha na mambo ya Bwana ampendezae, eh, ampendezeje Bwana, bali yeye aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mkewe. Tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kuwa mtakatifu mwili na roho, lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mmewe. Nasema hayo niwafaidie, eh, niwafaidie, si kwamba niwatengee tanzi, bali pasipo kuvutwa mm -mm. na mambo rudia juu bali, bali kwa ajili ya vile vipendezavyo, tena mpate kumhudumia Bwana pasipo kuvutwa na mambo mengine. Amen, Bwana asifiwe sana. Haya maandiko yanaainisha mifumo ya maisha, lakini ukisikia ya kwamba mambo ya dunia, mambo ya dunia yanaweza yakawa ya kukosea, lakini ya na, zinaweza zikawa ni shughuli ambazo mtu anazifanya wala zile shughuli sio za dhambi, lakini unazifanya tu ili umfurahishe mke wako, unazifanya tu ili umfurahishe mme wako, lakini Paulo anayafunga yote kwamba lazima kiini iwe kumpendeza Mungu zaidi ya yote, kwa sababu ukimpenda mke wako kuliko Mungu wewe sio wa Mungu. Ukimpenda mme wako kuliko Mungu wewe sio wa Mungu, pamoja na shughuli zote za kumpendeza mke wako za kumpendeza mme wako, lakini Mungu anatakiwa awe mstari wa mbele. Kwa hiyo Paulo anajaribu kuonyesha jinsi mwanamwali anavyojishughulisha na Bwana, lakini kijana wa kiume anavyojishughulisha na Bwana kwa sababu hana namna nyingine. Lakini huyo aliyeoa lazima ukumbuke kujishughulisha na mke wako. Bwana Yesu asifiwe! Lazima ukumbuke kujishughulisha na mke wako. Nilikuwa nafungisha juzi ndoa, nikasema mwanaume, sio vizuri kubweteka, unakaa nyumbani, unasubiri chai unasubiri ugali, halafu unazunguka zunguka, anasubiri chakula cha jioni, halafu mke wako ndiye anaenda, kama ni mchicha, kama ni dagaa analeta, halafu anasema, haleluya, leta na maji ninywe. Yani hiyo, hiyo ni shetani kabisa. Bwana asifiwe sana. Lazima mwanaume ujishughulishe kwa ajili ya mke wako na mtoto wako, wale wanywe wavae. Unapoyafanya hayo, usimsahau muumba wako, kwa sababu Mungu ndiye anayezuia matukio mabaya, ndiye anayezuia matatizo kwenye familia, ndiye Mungu anayenyesha mvua, ili upate milango mipya, namna ya kufanikiwa, ili usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaposikia kumcha Mungu ni mwanzo wa maarifa, unapata uwezo wa kufikiri vizuri na kuamua vizuri katika maisha yako. Jamani, Yesu atusaidie, yaani Mungu atupe akili kabisa, wa baba na wa mama. Unajua, shida nyingi zinazofanya tusitembee na Mungu ni zile lawama. Lawama zinapokuwa nyingi kwa wanafamilia Huwezi ukasema Roho Mtakatifu shuka, halafu Roho Mtakatifu akashuka. Sio rahisi. Yaani we unasema Roho Mtakatifu ashuke, huyo amesinwa eh, huyo amekolewa. Anawaza alivyosinwa na waza alivyokolewa, wewe, Roho Mtakatifu shuka! shuka. Sasa shuke kwa nani? Amani ya muhimu sana. Amani ya muhimu sana. Na ni nzuri kwa wanafamilia kuombeana ili kuchukuliana mizigo. Biblia inasema ni kutimiza sheria ya Kristo. Inaporazimika kabisa beba kabisa, huo ni mzigo wako. Eh, mimi ni mzigo wa Mama Ndichaye. Hawezi kunikwepa mpaka nizike, lakini bado naishi mimi ni mzigo wake lazima ajue nimekunywa uji. Nilikuwa namsikiliza mama mmoja kwenye, kwenye, kwenye mitandao anasema mwanamke anayejitambua hawezi kuruhusu mume wake aanze safari bila kunywa uji, lazima anywe uji, baada ya kunywa uji ndiye asafiri, ili asikutane na kina mama ntirie, eti nitirie hapa amna, ameshagonga wakati anaondoka. Kwa hiyo anatembea mwenye wanaume yuko Sawa, malizia sasa. Timoteo wa pili mbili tatu. Amna shetani pani, Roho Mtakatifu tu. Soma msali wa ishirini. Nimesema msali wa tatu. Wanasema, mm. Ushiriki taabu pamoja nami, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu, kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kuna maaskari akiona taabu anakimbia, hataka shiriki, anasema hizi ni za hao hao mimi simo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo, Paulo anaonyesha askari mwema anavyopaswa kushiriki tabu pamoja na mjoli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivi, si unaniona mimi baba yenu? Ukisikia nimesema jambo, maana yake nakuambia wewe, usiseme kwamba wako ah, wako wazee wa kanisa na mashemazi. Hapana, wewe ni askari mwema wa Kristo, unashiriki tabu za baba yako, za mchungaji wako. Kwa hiyo ni muhimu, ina nafasi, inakutengenezea jina, inakutengenezea nafasi kushiriki tabu ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Paulo anawaambia Timotheo Watu wake washiriki tabu pamoja naye katika Kristo Yesu. Kuna mambo ambayo unafikiri kama juzi, walipokaa wale watu wa Mungu wakatuletea matenki hayo, we unafikiri moyo wangu umefurahi mara ngapi? Maana hiyo ndi tabu yangu, mtu anaacha ibada naenda kutafuta maji kwenye mitaa kule sasa maana yake mtu atakunywa tu hapa, narudi kwenye nini? Kwenye ibada. Hawa wameshiriki sasa, na wewe uwe miongoni mwa wao wanaoshiriki, kwa sababu kitu alichokifanya Mungu